Sasa weather ikianza kuchange na magonjwa inakuwa mingi, pesa ya kutibu hiyo magonjwa pia hakuna. Alafu pia kuenda cho ni shida, juu inataka nikalie kitu kama stool, ndio at least niende haja. Sasa hiyo stool imebidi wanitengeneze tu ya kienyeji, ndio nipate venye naweza jisaidia. Alafu kwa sahii natumia hii katheta kupitisha mkojo inafai change iyo after two weeks. Na hiyo two weeks, sa zingine inaisha kama pesa hakuna. Sa zingine, ina block. Mutoto.

tangu arudi hapa hatujawahi kupata pesa kumrudisha Moi kufanyiwa checking Nimeishi naye hapa, inatakana fanyiwe fizio. Nilifanyako miezi tatu, pesa zikanishinda. Nafika wakati mwili na fura, kwenda choo ni kazi ngumu kwake, anaweza maliza mwezi bila kwenda choo. Kuna vyakula aliandikiwa kama fruits, atumie mayai kwa wingi, pesa kuna mtu ukiwa mgonjwa kulingana na matibabu yake anahitaji e, zile vitu ambazo zinaweza ongeza nguvu kwa mwili. Ni msichana na ambaye anaandagoa ama anapitia uchungu katika maisha yake, na ni msichana ambaye venye nimesema ako na ndoto, ndoto yake ni kuwa surgeon. Ndio maana nimekuja hapa, nimetembea hata na daktari ili tuone venye tunaweza msaidia na nime, nimesema kwamba na walipia sha ya mwaka mzima ili mtoto aendelee kupata matibabu tumepata kwamba aliumia uti wa mgongo pale kwa lamba 1, na ambayo waga ina affect mwili wake mzima, hasa sana sehemu ya kiuno kuelekea chini. Na unapata kwamba changamoto kama hii waga inafanya mtu anakuwa na bowel and bladder incontinence, ama control yake inakuwa issue, so anahitaji kuwa na care ya karibu sana. Kuna wakati sasa weather ikianza kuchange na magonjwa inakuwa mingi pesa ya kutibu hiyo magonjwa pia hakuna, alafu pia kwenda choo ni shida juu inataka nikalie kitu kama stool ndio at least niende haja. Sasa hiyo stool imebidi wanitengeneze tu ya kienyeji, ndio nipate venye naweza jisaidia. Alafu kwa sahii natumia hii katheta kupitisha mkojo, inafaa ichenjiwa after two weeks na hiyo two weeks saa zingine inaisha, kama pesa hakuna. Saa zingine ina block. Mtoto alitangulia kuumia akawa referral Eldoret, baadaye mii mwenyewe mkuu ikaanza kuniwasha. Walijaribu kupasua wakapima, wakapata hapana, sio kansa, ni ugonjwa tu. Sina saa hii uwezo, na amepita mtihani vizuri.